Boniface Mwangi Kariuki, mchuuzi aliyepigwa risasi na afisa wa polisi anaendelea kupigania maisha yake katika chumba cha wagonjwa mahututi katika hospitali kuu ya Kenyatta. Madaktari wamearifu familia kwamba Boniface hawezi kuishi tena bila kuwekwa kwenye mashine. Familia japo bado inashikilia matumaini na maombi, hali yake bado haijaimarika. Ben Kirui anatuarifu zaidi. Siku sita zimepita tangu tukio hilo lililomwacha Boniface Mwangi Kariuki katika hali ya kutamausha, sasa akipigania maisha katika chumba cha ICU. Japo madaktari wanazidi kufanya juu chini, familia inashikilia maombi, familia ikiarifiwa kuwa Boniface hawezi kuishi bila mashine ya uhai kwa sasa. Uh, to, with it. It, so to Operation zaidi ya moja zimefanywa kwa juhudi za kuondoa ganda lililokwama talk. Kwa babake Boniface John Kariuki imekuwa ni safari za mara kwa mara katika hospitali hii akitarajia mabadiliko, ila hakuna dalili za nafuu. naambia kuna change, lakini mimi mwenyewe sijaona change. Sasa mi nasangaa sana kulingana naambia, kuna change, lakini madaktari wanatupea hope, wanatuambia mtoto ata atakuwa sawa. Kwa kukosekana kwa dalili za nafuu kutoka chumba cha kutibu wagonjwa mahututi, familia inashikilia tumaini, ikitegemea maombi kama faraja yao ya pekee wakati wa kipindi hiki kigumu. <mulia> Haya yanajiri huku wakuu wa polisi wakihakikishia familia ya Boniface kwamba haki ya mwana wao itatendeka. Akiwasilisha ujumbe kutoka kwa Inspekta Jenerali wa polisi Douglas Kanja, kamanda wa polisi wa eneo la kati Samuel Ndanyi amesisitiza kuwa kitendo cha uovu cha afisa huyo kitaadhibiwa. E, sisi kama idara ya polisi tumeweza ku, kuenda haraka sana na umeona maofisa wawili wale ambao walihusika tayari wako kizimbani sawasawa. mniruhusu nisome ni taarifa Ben Kirui, Runinga ya Citizen, Nairobi.